Baba Askofu, karibu. Bwana Yesu asifiwe! Hongereni kwa maandamano mazuri na kongamano. Mungu awabariki sana na imani Baba Skofu wa uh, AICT askofu uh, mkuu wa AICT atakuwepo kwa ajili ya kuahirisha, anasema saa nne, tuliongea naye jana. Kwa hiyo atakuwepo. Mungu awabariki sana, asanteni sana. Naomba sasa muendelee na taratibu zenu, na mi naelekea Dodoma ka CCT mkoa wa Mwanza, mahali hapa Msongwe pastoreti ya AICT Msongwe, kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Amen. Naitwa Askofu Musa Masanja Magosela, ni askofu mkuu wa Africa Inland Church Tanzania na askofu wa dayosisi ya Mwanza. Katika mkoa wetu wa Mwanza, wanawake wamekuwepo hapa Misungwi tangu tarehe tano sita na saba siku hizi tatu, wakishirikiana kwa pamoja, kikubwa kikiwa ni maombi kwetu sisi kanisa, tunaadhimisha siku ya wanawake tarehe saba, na tunaomba pamoja na wanawake wengine wote duniani. Tunajua serikali inaadhimisha tarehe nane rasmi. Katika tukio hili la maombi nitumie fursa hii kipekee kabisa kuwashukuru na kuwapongeza kwa kazi nzuri, ndugu washiriki. Kupitia tukio hili la leo, ninapenda kutumia fursa hii kutambua juhudi za kipekee zinazofanywa na, na Jumuiya ya Kikristo Tanzania yaani CCT, sio tu katika shughuli za kiroho, bali pia katika masuala ya maendeleo na utoaji huduma za jamii. Sina shaka yoyote mtakubaliana nami kwamba kwa upande wa sekta ya afya na elimu Jumuiya ya Kikristo Tanzania imeendelea kuwa na mchango mkubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania. Yeah! Majina ni Mchungaji Gjiji Mwema Daosisi Mashariki ya Ziwa Victoria Mwanza. Um, nyakati za sasa ni nyakati za hatari, lakini tunashukuru walioandaa maombi ya kina mama mwaka huu kwa sababu katika kuandaa wametupa kichwa tunachosema kwamba tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu, na kweli kila mwanadamu ni mfano na sura ya Mungu, lakini tumefika mahali ambapo ile sura ya Mungu imeondoka katikati ya watu. Na sura ya Mungu ni nini? Ni upendo, kwa sababu Mungu ni upendo. Na upendo unapokosekana katika jamii, upendo unapokosekana katika taifa unapokosekana katika kanisa unapokosekana katika familia, maana yake kizazi kitakachotoka pale ni kizazi chenye kisasi. Maana yake tunafika mahali ambapo unaona matukio sasa yanatokea kwa sababu ya sura ya Mungu kutokuwepo ndani ya watu sura ya Mungu nikiwa na maana ya upendo, na ndio maana sasa kwa sababu ya watu kukosa upendo, wanaangaika kutafuta upendo. Ndio maana mwanaume unakuta anaoana na mwanaume mwenzake, mwanamke anaoana na mwanamke mwenzake, vijana wanaishi maisha mabaya, maisha ya kula madawa ya kulevya, kwa sababu hawana tumaini. Na tumaini hili limeondoka wapi? Limeondoka kwenye familia zetu. Tumaini hili limeondoka kwenye jamii yetu, tumaini hili limeondoka kwenye taifa kwa ujumla. kwa hiyo tunachopaswa sisi mwaka huu ninachowasia akinamama kama walinzi, ninachowasia kama kina mama, kama waombolezaji, waombaji, watu wanaotengeneza familia, tunawaomba sasa turudi mikononi mwa aliyetupa familia, yani jamii nzima ya Kitanzania, akina baba, akina mama, vijana, turudi sasa kwa, kwenye miguu ya aliyetupa nini familia, ili tumlilie Mungu, tumlingane Mungu arehemu nchi yetu. Tunaona vijana walivyokosa tumaini vijana, asilimia kubwa ya wananchi wa Tanzania ni vijana ambao hawana ajira, hawana mwelekeo wa maisha eh. Sasa wawepo watu ambao watawafundisha vijana na kuwasaidia, ili nini? Ili maisha yao ya pongo. Hilo la kwanza, lakini la pili, wababa wasimame kwenye nafasi zao. Zamani wababa walikuwa wanakaa na vijana kwenye vikombe wanazungumza nao wanawaambia walikotoka, wanawaambia waliwaambia wanakokwenda. Lakini leo hii wababa wamekuwa bize na uchumi, hawana nafasi ya kuwaelekeza vijana juu ya maisha yao, kwamba waendeje, wafanye nini. Lakini kwa maombi haya ya mwaka huu, tunatoa wito kwa akina baba wasimame kwenye nafasi zao, ili mtoto wa kiume apone, yani mtoto wa kiume awe na mtu anayemwongoza njia awe na mtu anayemwonyesha nini njia. Lakini pia ni wakati ambapo niombe viongozi wetu wa serikali kuanzia ngazi ya juu mpaka ya chini, wawe ni watu wa haki. Tumesema haki ziko za aina mbili, kuna justice ambayo ni haki ya kujitafutia mtu mwenyewe, lakini kuna rights, yes, yes. hmm? ambayo haki haki ya Mungu isimame kwenye jamii yetu ya Kitanzania, hasa kwa viongozi, wawe watu wenye hofu ya Mungu, wanaomheshimu na kumwogopa Mungu. Haki iwepo kwenye mihimili yote ya nchi yetu ambayo inasimamia muktadha wa mwananchi wa Tanzania ili nchi yetu iweze kwenda vizuri, lakini kubwa kuliko yote, viongozi wetu wakimbilie kwa Mungu, wamwangalie Mungu, wajue siku ya mwisho watatoa habari zao mbele za Mungu, watatoa wataeleza mambo yao mbele ya Mungu, watajibu nini? Kwa sababu wamekabidhiwa wajibu mkubwa wa kuiangalia jamii ya Kitanzania, warudi mikononi mwa Mungu, wamrudie Mungu, watengeneze njia zao, ili na nchi yetu ifanye nini, inyooke, okay. kwa hiyo kwa kweli maombi ya mwaka huu ni ya muhimu sana, kwa sababu kizazi chetu kimekosa mwelekeo, kimekosa tumaini, tunasema lakini wanaosema wazidi watiwe moyo waongezewe wa nguvu ili wawafikie vijana wengi zaidi, na taifa letu linaweza kupona. Mwisho kwa viongozi wetu wa dini, mababa zetu wa imani na wa, wa, wa, wa baba, mama, mama zetu wa imani, viongozi wote kwa ujumla, niombe turudi katika msingi wa neno la Mungu. Neno la Mungu ndio liwe la mwisho Manabii wa zamani tuliona walivyokuwa wanawaonya hata viongozi wa serikali, lakini sasa tupo viongozi tunaoweza kusema ukweli au tunalinda mkate? Hiyo nayo ni tatizo ambalo linatukuta katika jamii yetu. Mungu atusaidie sana, ili tuweze kukaa katika neno la Mungu na kusimama katika neno la Mungu, angalau kizazi chetu kikiokolewa. Lakini wito wangu sasa kwa maombi haya kwamba tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Nina ni imani na najua Tanzania ina rasilimali kubwa sana. Tusijikatae kwamba eti mtu akienda Ulaya ndo kwenye mafanikio. Ah, ah, tuna mali asili nyingi katika nchi yetu. Hebu tuwafundishe vijana wetu namna ya kutumia rasilimali zilizoko kwenye nchi yetu na maisha yao yaende mbele, wasijinufaishe watu wachache, bali taifa zima, kila mtanzania afaidi mali iliyopo katika nchi ya Tanzania. Asante sana. Naitwa Priska Ugoye, nimekuwa kiongozi wa kongamano letu tokea tarehe tano na mpaka leo tarehe saba ambayo tunahitimisha maombi yetu. Lakini lengo letu kubwa ni kumwomba Mungu kwa ajili ya taifa, kumwomba Mungu kwa ajili ya kanisa, kumwomba Mungu kwa ajili ya familia zetu. Tunamshukuru Mungu ndani ya siku hizi tatu tumeziona baraka za Bwana. Tumejifunza mambo mengi lakini pia tumemwona Mungu akituhudumia kwa namna ya tofauti. Kila mama aliyefika mahali hapa ameondoka na kitu cha kufanya. Wito wangu sasa, ninaomba dunia nzima, wababa na wamama, tuungane kumwomba Mungu ili atusaidie tuweze kuvuka katika kipindi kigumu tunachokutana nacho, maana shetani yuko kazini, amesimama kwa ajili ya kukamata fahamu zetu na watoto wetu. Umlilie Mungu maana yuko tayari kutusikia E, yuko tayari kutenda. Mkono wake sio mfupi, atashindwa kuokoa wala hawezi kushindwa kufanya kila jambo, maana alisema ni jambo gani gumu nisiloliweza? Hakika Mungu wetu anaweza kila jambo. Kwa ni wito wangu sasa, tunapoendelea katika dunia hii tumkumbuke Mungu, tufanye kwa bidii na kila mmoja asimame kwenye nafasi yake, angalie wajibu wake na afanye, na tunaamini kwamba Mungu atakwenda kutenda. Mungu akubariki. Amina. Kwa majina naitwa Jenny Manjelenga ni mshiriki wa kongamano la wanawake hapa Misungwi. E, namshukuru Mungu kwa sababu amekuwa nasi katika kongamano hili. E, Mungu amesimama pamoja wa nasi wanawake wa mkoa wa Mwanza, tumeweza kushiriki vizuri katika kongamano hili. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya yale ambayo tumeaswa kwa ajili ya wababa na wamama kutunza familia zetu lakini pia kuangalia na kufundisha watoto wetu maadili yaliyopo, maadili mema ya neno la Mungu. Lakini pia tumejifunza, mwanamke tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu, hivyo tunaomba mwanamke tuweze kusimama katika familia zetu kiungana na wababa, lakini pia tuungane na serikali yetu ya Tanzania, kwa pamoja na mama yetu mpendwa Samia Suluhu, Samia Hassan Suluhu kwa ajili ya kuungana na wa wamama wenzetu na kuweza kuungana pamoja na sisi wamama wote wa Tanzania, na sisi tunaamini ya kwamba tutaendelea kumshika mkono katika uongozi wake, lakini tumefurahia sana kwa yale ambayo tumeweza kuyasikia, hata fursa mbalimbali ambazo tumeweza kuzisikia sisi wanawake tumefurahia sana. Tunaamini kwamba tutaungana pamoja naye. E, kwa siku ya leo mimi namshukuru sana Mungu kwa sababu nimepata kitu kipya ndani ya maisha yangu nimejifunza mambo mengi juu ya kuishi vyema na jamii, na pia kujifunza mambo ya, ya kuishi na watu na kujifunza neno la Mungu, lakini pia ya kujifunza mambo un katika jamii zetu, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu, amina.